Changamoto kubwa inayokabili sekta ya kilimo ni swala la upatikanaji wa mitaji. Kwa hiyo moja ya maelekezo ya Mheshimiwa Rais ilikuwa ni kuhakikisha, huko nyuma nchi hii iliwahi kuwa na benki ya ushirika, ilikuwa inaitwa uh, Cooperative Bank and Rural, Rural, Development Bank eh? Yes. Yes. Aha. Kwa hiyo lakini mambo mengi yalipita na ushirika wetu ulianguka benki ile ilibinafsishwa ndio, ndio benki ya CRDB sasa. Lakini kama serikali tuliangalia, miaka kama mitatu minne iliyopita, benki nyingi sana zilifilisika nchini na hasa community banks. Miongoni mwa benki hizo zilizokuwa zimefilisika, miongoni mwao zilikuwa benki za ushirika, moja ilikuwa ni benki ya Kilimanjaro, Kilimanjaro Cooperative Bank lakini vilevile vile kulikuwa na benki ya Tandahimba uh, Cooperative Bank. Hizi zilikuwa ni benki za wanaushirika wa Kilimanjaro na wanaushirika wa Tandahimba. Kwa hiyo serikali ikaomba grace period kutoka Central Bank ya, kuwa, ya kuangalia namna gani hizi matau benki hizi za wanaushirika wa Kilimanjaro na wanaushirika wa Tandahimba wataweza kuweza Benki Kuu ikatupa chini ya uangalizi uh, ni, na baada ya muda mfupi benki hizi mbili ndogo zikaweza kuturn around na kuweza kusurvive. Baada ya hapo serikali ika maelekezo ya rais, ikawa ni kwamba lazima kama nchi tuwe na National Cooperative Bank, benki ya ushirika ya taifa. Tumeanza huo mchakato. Nataka niwatangazie rasmi kwamba kwa uwezo kwa wa Mwenyezi Mungu jambo hilo limefanikiwa. Tarehe 28 Mheshimiwa Rais atakuwa mgeni rasmi wa uzinduzi wa Benki ya Ushirika ya Taifa. Benki hii ya ushirika ya taifa itakuwa na matawi, itaanza na matawi manne, lakini vyama vikuu vya ushirika vyote vitakuwa ni mawakala wa benki ya ushirika. Vitakuwa vinafanya kazi ya kufungua account ku deposit ku withdraw. Na haya yote yatafata kwa mujibu wa sheria za benki kuu. Lakini jambo la msingi ambalo, kwa nini kama wizara ya kilimo tuliona kuna umuhimu wa kumwomba mheshimiwa rais kuisukuma ajenda ya kuanzisha benki ya ushirika, sababu ni moja tu. Leo kama nchi tukiuza mazao ya tumbaku kwa mwaka, turnover yake ni zaidi ya dola milioni 400, sasa hivi tulikofikia. Kama nchi tukiuza mazao ya kahawa ni zaidi ya dola milioni 270, karibu 300 kwa mwaka tukiuza tumeuza korosho msimu uliopita, mauzo yetu ya wakulima peke yake wamepata zaidi ya 1.5 trillion shilling, ni mapato ya wakulima walioweka mfukoni mwao. Lakini export, tunaendelea kuuza korosho yetu nje, tunakadiria tutafika zaidi ya dola laki sita mpaka nane kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. kwa hiyo lakini likija swala la financing a, mifumo ya fedha haielewi soko la kilimo na tabia ya shughuli za kilimo. Kwa hiyo kuwa na chombo ambacho kinawaelewa wakulima cha fedha ni jambo la muhimu sana. Serikali sisi tuna instrument zetu, uh, AGITF inatoa kwa wakulima wadogo na tunaitumia kwenye program ya vijana na kinamama, lakini kuwa na taasisi ya fedha ambayo inawafahamu wakulima, iko karibu na wakulima ni jambo la muhimu sana katika uchumi wowote, lakini cooperatives ndiyo the largest depositor kwenye economy tukizungumzia ukweli. Kwa hiyo benki yao ambayo wataimiliki wenyewe, na by the way uh, vyama vikuu vya ushirika vinamiliki asilimia hamsini, vyama vya ushirika pamoja na saccos na amcos zinamiliki miliki asilimia hamsini na moja ya benki hii asilimia 49 zinamilikiwa na wadau wengine. Hatua ya pili tutakayofanya baada ya uzinduzi wa Mheshimiwa Rais na benki hii kuanza operation kwa mujibu wa utaratibu na sheria, tutalisti share kwenye soko la hisa.